Ndugu yetu karibu sana katika uh, somo la leo tunataka kuangalia namna gani ya kuweza kulea vifaranga vya kanga bila mama yao na bila vifo kwenye kwenye banda lako. Katika video hii tunataka na mambo makuu kama matatu hivi ambayo tunaweza kujadili kwa kwa kiasi kidogo ambacho kitakusaidia sana wewe katika kuimarisha afya ya vifaranga vya kanga, lakini usiweze kufa kwa sababu ndugu yetu kanga ni miongoni mwa ndege ambao wana yani wana, wanaweza kukafa kwa haraka sana kwa sababu uwezo wao kutengeneza joto tofauti kidogo na kuku. Kwa hiyo hii inapelekea wao waweze waweze kufa kwa haraka zaidi, na uzuri pia kanga hawezi kushambuliwa na magonjwa mara kwa mara. Lakini aa, katika video tutaenda kuona hatua kwa hatua, iwe ni shambani, zizini, bwawani, bandani hadi sokoni, yani kote, Agalus TV tumekusogezea kiganjani kwako ili usipite na yote haya, subscribe Agalus TV now. Jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba unakuwa na banda ambalo ni banda ambalo ni bora. Hapo nazungumzia banda ambalo ni kavu lisiokuwa na maji maji au unyevu, unyevu lakini liwe safi ile banda lakini, uh, lisilo na upepo mkali. Hapo nazungumzia mazingira lile banda, kisha basi hakuna uh, upepo mkali ndugu yetu. Kingine ki cha kuzingatia ni pamoja na joto sasa hapa zile siku kumi na nne za mwanzoni ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba wale kanga wako wanakuwa katika mazingira ambayo joto ni la kawaida. Kuna njia kama tatu za kugundua kama kanga wapo kwenye hali ya joto namna gani. Ukiona kanga wako wanajikusanyika sehemu moja, basi jua kwamba hapo joto joto ni changamoto, lakini lakini ukiona ukiona kanga kanga wana mbali, basi jua kwamba wanakaa mbali mbali mbali, lakini ukiona kanga wako wamekaa kawaida na wachana wa kawaida. Lakini vyanzo vya joto hivyo mbalimbali, unaweza ukatumia viungu kama hivi una, unaweza kukiona hapo lakini pia unaweza ukatumia hata zile taa taa kwa ajili kwa ajili ya joto kwa ajili ya kulea vifaranga vya kanga ni joto. Jambo la pili, hakisha basi chang, maji maji ni safi, yani yasiyo na ubaridi sana, hasa kwa zile siku tatu za mwanzoni, yani hakisha ya kwamba unawapa maji ambayo yenye vuguvugu. Matumizi ya glucose pia ni ni mazuri sana kwa kanga, yaani vifaranga vya kanga, hasa zile siku za mwanzoni kabisa, mara vifaranga vyako viweze vinapoweza kufika bandani. Sasa fuatilia video zetu kujua matumizi sahihi ya glucose. Kama una glucose, unaweza kutumia pia sukari, yani sukari ile ambayo tunaweza kutumia nyumbani, unaweza kutumia pia. Namna gani unaweza kutumia? Video zetu zimeeleza kipimo sahihi ya kuweza kutumia, unachanganya kiasi gani basi na faida za glucose kwa ujumla kwenye video zilizopita kwenye unashauriwa kubadili maji kila siku, yani kila siku unatakiwa iweze kuwapa maji ambayo ni mapya. Kwa hiyo utahakisha kwamba maji ukiwapa kama yamebaki, basi utaweza utaweza kuyamwaga ile maji na utaweza kuwapa maji mengine mapya. Basi chak... kitu kingine cha kuzingatia ni mamu... chakula chakula ni muhimu sana kwenye ukuaji ukuaji wa kanga. Hapo nazungumzia wale... wazazi vifaranga uwape chakula cha aina gani basi mpaka wanapoweza kukua, yani kwa ile miezi miwili hadi mitatu ya mwanzoni, hakisha kwamba unawapa chakula ambacho ni sahihi fuatilia formula hii hapa ambayo itaweza kuonyesha ni mpangilio gani wa chakula, kama hiyo unavyoweza kuelezea kana tangu siku ile ya kwanza, wiki ya kwanza mpaka ile wiki ya nane, basi takusaidia zaidi katika kubadilisha chakula katika mfumo ambao ni sahihi kwa wow. E, epuka sana kuwapa mahindi mapema sana, yani hasa wale vifaranga wadogo, usikuwa kwa haraka zaidi, basi angalau usubiri angalau baada ya baada ya wiki nne, basi unaweza kuwapa hayo mahindi. Hakikisha unaandaa chakula ambacho kimetengenezwa kime vizuri yani kile laini kwa ajili kwa ajili ya kulelea vifaranga vyako, lakini pia usisahau kanga pia wanatumia chanjo kama vile chanjo za kuku kama chanjo ambazo zina, zina ratiba ya chanjo. Pia unaweza wa comment hapa sio kutumia ratiba ya chanjo kwenye kwenye kanga, itakusaidia zaidi katika kufuatilia ni chanjo ipi unaweza kuwapa kwa tangu siku ya kwanza mpaka mpaka ile ile wiki ya nane, ni chanjo gani ambazo zinafuata zina kwenye kwenye uleaji wa kanga itakusaidia sana katika kuimarisha kinga yao dhidi ya magonjwa mbalimbali. Ndugu yetu hiyo ilikuwa ni kanga au uleaji wa vifaranga vya kanga. Kama kuna sema hujaweza kuielewa kwenye video hii au unahitaji ufanuzi zaidi kuhusiana na kanga, pia unaweza uka comment hapo na sisi tunaweza kwa kujibu na kuhakikisha kwamba changamoto ambayo inakusumbua inaisha kabisa kwenye ufugaji wako. Tutekee kila la heri hadi video hii. Tafadhali like, subscribe, kisha share na wenzako. Bila kusahau kucomment katika Agalus TV, elimu ya kilimo na ufugaji kwa vitendo.